Karibu katika usiku wa ligi ya vijana umri chini ya miaka ishirini. Ni mchezo wa nusu fainali ya pili. Nani atamfuata Fountain Gate na nani ataitafuta nafasi ya mshindi wa tatu? Tusubiri na kuona kitakachotokea katika mchezo huu, tusubiri na kuona iki. Ni kikosi cha Azam, mchezo wa mwisho cha Sambi alitokea bench akichukua nafasi ya Omar Juma Mdachi ambaye alianza dhidi ya Simba, yumo kikosini. Mfungaji wa mwisho wa bao la Kagera Sugar katika hatua nane bora Lukman Abubakar Imbalala Salu, mmoja kati ya viungo wa kucheza fainali, atathibitika katika dakika 90 za mchezo. Karibu sana Azam Complex, karibu sana katika burudani ya ligi ya vijana umri chini ya miaka 20 Ni Azam dhidi ya Kagera Sugar. Mpira ni mali ya uko ukonamigwa Lugano Mwakalobo, haya, Balalasalu, Lukman, what a pass! Nafasi kwa Kagera, hey, Christopher John Kidava alisetiwa mpira mzuri na mtamu na Lukman Abubakar, what a play! Lakini alikuwa kwenye eneo la kuotea tayari. Haya. Christopher John Kidava amekataa ile. Anton Remi Mpemba, ambia tumieni akili, alikabia macho Ali Hassan Ali, lakini ameshindwa kuitumia vema nafasi ile. Christopher John Kidava, lakini ni heshima kwa golikipa. Sintofahamu inaendelea alianza kucheza nje akaivuta ndani namna hiyo, akaenda kuweka mwili, amemkanyaga na ndicho ambacho analalamikia team captain. Kadi ya njano hiyo inatoka Swanya, ameni Chasambi amechukua yellow. Yes, dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekamilika mchezo wa nusu fainali, nusu fainali ya pili katika mashindano ya ligi ya vijana umri chini ya miaka 20. Mpira ni umiliki wa Azam, scoreboard ni bila bila, ndivyo bila. Ilisha 45 za kwanza, ligi ya vijana umri chini ya miaka 20 hatua ya nusu fainali, mchezo wa pili. Ninayesimulia yote yanayojiri hapa ni wa Lugano Mwakalobo. Kugadi mpira ule wana flow, sasa. Kagera Sugar wataishia wapi? Shigela, ah! tia kwa yule ambaye hayupo Tanzania, lakini kuna wakina Pasco Gaudens, sindo walipita huku Ali Hassan, Ali! kapoteza hesabu za golikipa. Hata hivyo alijitahidi kwenda kuhakikisha. Ismail Omar Ali, tumbukiza mpira ule, kile golikipa alikamata. Oh, mwamuzi anasema ni mkwaju wa penalt! Wanapata penalt, Azam anafunika mkwaju wa penalt na wachezaji wa Kagera Sugar hawaelewi. Ananifundisha kazi, ni Shigela anapewa kadi ya njano ile. Masanja batano Shigela Hey, alitumbukiza ile Ismail Omar Ali. Mwamuzi yeye aliona ni kama mpira uliguswa mkononi ule, kwa msisitizo akasema weka pale, kadi nyingine tena njano. Kadi zinatembea kama njugu. Ismail Omar Ali anawatanguliza Azam FC. Na akasema Ismail Omar Ali hii naiweka. Bruno Natal, Bruno hakuwa na cha kufanya. Wanapata bao Kagera amini Azam wanatakiwa kuanza kujiuliza Kagera Sugar nini wafanye. Pia anapiga huyu <laughs> ameamua kutoa tu, ambia haya, ushachukua yellow. Kama unataka kuondoka, ondoka sasa nyekundu iko mkononi hey. Kadi nyekundu iko mkononi, ambia, sikiliza, simama hapa uonekane hadharani. Kadi nyekundu amepewa team captain. Kadi nyekundu amepewa mdachi, zimetembea eku... nyekundu mfulizo hapa, team captain amepewa straight red card lakini pia amepewa straight red card, na hiki ndicho ambacho kimewatoa uwanjani. Team captain amekuja kuamulia, lakini aka, aka punch kidogo. Ni kama wamepoteza utulivu Azam na wao katika wakati huu. Yes, wanakwenda fainali Azam, ushindi wa moja bila. Unafanya Kagera Sugar mabingwa ateteze rasmi kuvua ubingwa na kuishia hapa, na msimu ujao hawatakuwa sehemu ya mashindano haya. Kagera Sugar timu ya kubwa imeshuka daraja. Dakika tisini timelefu nusu fainali, Azam FC moja Kagera Sugar sifuri.